Makombora ya Iran yamesababisha uharibifu mkubwa katika maeneo manne katikati na kusini mwa Israel, ikiwemo katika hospitali ya Soroka, huku vikosi vya Israel vikiripotiwa kushambulia mtambo wa nyuklia wa maji mazito wa Arak nchini Iran. Makombora ya Iran yamegonga hospitali moja ya Israel. Huduma za dharura za Israel zimeripoti kuwa watu watano wamejeruhiwa vibaya katika mashambulizi hayo na wengine kadhaa kuumia katika maeneo matatu tofauti. Irani kupitia vyombo vyake rasmi vya habari imesema kuwa shambulio hilo lililenga kituo cha kijeshi na kijasusi cha Kondab kilichopo jirani na hospitali ya Soroka. Na taarifa za waandishi wa shirika la habari la Aljazira zimethibitisha kuwa kombora hilo halikupiga moja kwa moja katika kituo cha tiba. Rais wa Marekani Donald Trump amesema bado anatafakari juu ya hatua ya kijeshi ya Marekani kuhusiana na mzozo unaoendelea kuongezeka kati ya Iran na Israel. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran ameonya dhidi ya kuingilia moja kwa moja kwa Marekani katika mgogoro huo akisema kuwa Iran ina chaguzi zote muhimu mezani, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Ikiwa Marekani itachagua kuingilia kwa niaba ya Israel, basi Iran haina chaguo jingine isipokuwa kutumia nyenzo zake kuwafundisha wavamizi somo na kujilinda. Viongozi wetu wa kijeshi wameweka chaguzi zote muhimu mezani, alisema Kazel Garibabad. Pendekezo letu kwa marekani ni kwamba kama hawawezi kuzuia Israel kuendelea na uchokozi, basi walau wasimame pembeni, aliongeza pia. Siku ya Jumatano, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alimjibu Trump vikali kuhusu wito wake wa awali wa kutaka Iran ijisalimishe kupitia hotuba iliyorekodiwa na kurushwa kwenye televisheni, ikiwa ni mara yake ya kwanza kuonekana hadharani tangu Ijumaa. Alisema uingiliaji wowote wa wa kijeshi kutoka Marekani hakika na madhara yasiyoweza kufutika. Taifa la Iran halita salimu amri. Mwisho wa kunukuu. Shirika la habari la ABC News limeripoti kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kuwa yuko tayari kusaidia kusuluhisha mzozo kati ya Israel na Iran, akipendekeza kuwa Moscow inaweza kuwa mpatanishi katika mazungumzo ya amani yatakayowezesha Tehran kuendeleza mpango wa nyuklia kwa njia ya amani, huku akitambua na kuondoa hofu za kiusalama kutoka upande wa Israel. Hii ni Poa Media.